Ha, wanasema kwamba ikifika mida kama hii ya mchana ni makupisha upisha tu yani, unapitisha pitisha mda muda ishakwenda, tuna lingine la kusema. mm -hmm. Tu sisi tu tunasema tu kwamba tuzame ndani ya tabia kera ama vipi. Wananiita Patience Samba, host ni Mwende. Mm, leo tuzungumze tabia kera, nataka tukere watu fulani kabisa. Lazima tuwakere, lazima tuwakere. Unajua ni tabia mbaya sana wewe ambaye mm -hmm. ni mrere. Umeiva kabisa, yaani umeiva, yaani ukizunguka hivi eh, haonekani, ukizunguka hivi waonekana, wow, yaani utamu si utamu, na kuna sisi alafu kuna mtu <laughs> hey. Anakuangalia na kwambia eti wewe si mrembo, wewe si mrembo kama nani. Kasema hivyo eh, eh, nani kasema kwamba, jamani ni hii dunia ukiona mm -hmm. chamu zako kimeiva Jamani, usikitie mikono bure bure. Kamisa, kisifu bwana hata kama ni dogo haje. Kisifu hapo sasa. Wakati mwingine binadamu mimi ushangaa kwa nini ukuwe na wivu wa kuona kichamzako kimekuwa kizuri kimeiviana mm. Mazako kapika chakula kizuri, eh? ni kizuri. kizuri. unaanza kizurikinami hata si kula chakula kama hiki Sijini, imetoka wapi? Ay. Umetumia jia gani? Ebu wakomeshe, wakomeshe. Nataka kuwakomesha wale sana sana wale warembo huo wanajiona wamejibeba sana kuliko wengine, unatuona sisi wengine tuko waslimu, sura hatuna tuko hivi, na sasa juu wewe unajiona umebeba kila kitu. Mungu amekubariki na sura, ukiangalia nyuma Mungu amekubariki mbele, Mungu amekubariki tawakomesha. Hata kama Mungu amekubariki, jitunze, usiringe na vitu ambazo Mungu amekubariki. Kila mtu amebarikiwa.

mazuri kabisa. So jamani, binadamu wenzangu, jamani, na na wa right tu kabisa, ukiona chama zako kimeiva, usikitie tie mikono, usitie mikono hapo. Haimaanishi kwamba unatie tie mikono yani, inamaanisha unatia doa kabisa. Usitie doa la mwenzako kabisa. Kipambe tu vizuri semeji yani yani ki, yani. si, yani lakini mimi nasema kwamba ukiona kizuri kisifu sifu. Kwa sababu kuinuka juu kuonekana mzuri kila wakati mm -hmm. ni majira yako yamfika kabisa. Biblia inasema kwamba ikifika wakati wako utangara mm -hmm. mama mm -hmm na pia we mwenyewe na we kama we uko mrembo na ukisikia mm, mtu amekusifu na kwambia, he Patience hayo mm, macho yako nakwambia, yanapendeza ya mm, pia nawe mwambia asante, mm, usiringe, kwa sababu amekwambia una macho mazuri he. Wala mimi sisemi asante <laughs> <laughs> mimi sisemi asante basi <Mister, semi, asante. laughs> ni basi maringo basi, Patience asante ya nini? Lakini bwana lakini Mwende mimi mtu anisifu tu macho, yeah. macho yangu mazuri. uh -huh. Alafu nasema asante. Asante ya nini? Si Patience, mimi najua macho yako ni mazuri. Hebu nitazame kidogo. Kwa nini nasema asante? eh -eh. Uh, kidogo tu. Mimi kwanza nakasirikia. <laughs> Mbona ukasirike lakini? Kwa nini unaniambia macho yangu mazuri? Ah. Unajua, acha nikwambie. Kuna mtu mwingine akiangalia, amekwambia macho yako mazuri. Usiku waza kosa kulala. Ukaza kumwa na macho. Aha, Patience, zile zile zile vitu za kitambo. Kweli, mimi nakwambia muende. Ni ukweli lakini. Nataka kukwambia leo. Lipsa ko nzuri. Kesho kiamka sipo na kidonda cha mdomo. Ah, mimi nakwambia mimi nakwambia mwende. Haya ni mambo ya kitambo. Tabia kera leo jamani. Mwenyezi Mungu akakujali ya jamani. Kabisa. Urembo mwanamke unao. Kabisa. Yani kuzunguka hivi, yani eh, ukipindua. Yani mpaka anafunga macho, yani. Kuna vile umeiva mwende, umeiva. Eh. Lakini sasa kuona mwanadamu mwenzako mahali ankerwa. Kabisa. Yani ankereka, hata kataka kukuona. Nasema Huyu mwende na macho yake mazuri. Na kuna jambo nafanya mm -hmm. Kabisa. Watu wengine kama sisi hatujadela makeup. Yaani sisi tu tuko tu. Natural. Kwa sababu nikiwa na urembo wangu ukiwa natural, mimi ni tu. Mapodozi yako mambo ya mapodozi ma, ma, ma, ma, nikakumbuka mahali, siku nyingine tukiongelea hiyo story, mm -hmm. na wale watu wanajibandika vitu zao. Kweli. umeona sijui kama mm -hmm. umeingia mm -hmm. YouTube. Umeona huyu demu ana launch nyash. Sijui kama umeona hiyo habari. Niliona mwanamke vile amefanya, amesema yeye amefanywa everything juu ako na pesa mm -hmm sio mimi niseme kwamba nimepatiwa pesa nzuri, Mwende, niko na madola na na nyumba yangu. Mbona sasa, mbona ipeleke ngatengenezeshepo kwanza pale nilipo? Hiyo pesa bwana, nisaidie matima huko, yani mimi nitengeneze shepo, nisaidia nini kwanza? Hey, cha kwanza itashinda kubeba. Nishazoea usilimu wangu mimi eh Uwashindwa na kutembea kisa na maana kazi gani? Mimi niseme kwamba mm -hmm. kama ulifika uh, ulingo ambao umesha uzoea vile ulivyo mm -hmm. usiongeze. Usiongeze. Ni kama tu unaongeza weight ambao umefika obesity. Hiyo obesity inakufanya na unakosa yeah, na amani. Ushasikia mwendee, mtu anatembea fanafanya Ah, kuna vile yani, mwili mwili ni wako lakini ujiwezi, ujiwezi. Ndo hiyo sasa mm -hmm. Yaani mwanamke, kuna vile unafaa ujikubali kwanza, ujikubali wewe mwenyewe mm -hmm. Jikubali tabia ya kukerakera wenzako na maneno madogo madogo, ah, ah, kwamba anajiringa anajiringa Hajiringi. Hmm. Mwenzako wa Mungu aliyemuumba mchana kwanza mchana mchanani asubuhi asubuhi, ah, na mapema <laughs> mida ile ya saa kumi na mbili asubuhi, na unamwambia yaringa yaringa nini? Simi. haringi mm-hmm. alafu kuna kingine ambacho watu anasema kwamba yule mm -hmm. Msichana kuna vile Mungu alimuumba, unajua watu wengi wananingilia, wanasema kwamba yule msichana kuna vile Mungu alimpatia height nzuri, baba hapo sasa. We babu wewe, hey, nakusuta leo, nakusuta mimi, nakwambia uache <laughs> kuningilia height yangu wewe, height yangu Mwenyezi Mungu anibariki nayo na sasa heri huyu eh, ambayo ni sife na haiti zuri babu ha, sasa. Kuna ule mwingine ananiambia, eh una mfupi babu. Ufupi wangu hmm, ni mimi na mimi na maishangu. Na Mungu yu ajua kwa nini nalikupa hey, ufupi. Sasa mimi nisi mekomba na kukira wea pulipo kwamba unaambia mimi mfupi. Ukinambia mimi mrefu mm -hmm, ukinambia mimi mnene, ukinambia mimi mbamba, ni sos mimi kabisa ukishajijua kwamba mimi ni pesheni samba ama mimi ni mwendee, hakuna mtu. Najijua kwanza mwisho, najijua kwanza mwanzo, najifahamu na bado nina mipaka yangu, mm -hmm. Kwa hivyo yule msikilizaji, tabia mm -hmm. tabia ikome. Ikome, ikome kabisa. Tumekomesha, tunakomesha sana. Kuna mtu kwa na shape nzuri, ni yako. Mm, ni yako, ni hata kama ni kwanza kuongeza, ni yako, pesa za kwako wewe <laughs> pesa zangu mimi, mm -hmm. Nitengeze shepu. Na sisi tunataka kuonekana, mm -hmm. Watu wengine wanafikiria kwamba nikijipodoa urembo kama atakuonekana kuna mtu anazamua tu, mimi tu tabia, jamani, wanawake wanawake wanawake sana sana mm -hmm. hutawezi pata eti matali wako hapo, tali ashaamka, mm -hmm. ashajipanga hivyo ndo ameshughulika na hali yake. Mimi mwanamke anisifu asinisifu, maisha ya kwangu mimi ntazidi kudumu naye, ntazidi kusonga mbele kabisa. anasema kwamba tabia kukere isikukere, mi bwana nshasema hapo sasa. jina langu ni Patience Samba Faustina Mwende.